Lakini pia kwa upande wa Dodoma Yasin Mgaza akifunga bao la kufutia machozi. Hiyo ilikuwa ni Disemba kumi na mbili um, msimu uliopita. Kwa jinsi ambavyo mchezo unakwenda kuchezwa leo, Dodoma wanaanza na mlinda mlango Mohamed Hussein Mohamed, lakini walinzi Joshua Nyango, Mokri Mwisa Abdalla, Dixon, Valentino Muhilo. Karika ile lineup ya waamuzi, lakini kwa upande wa Singida Black Stars Hussein Masalanga, Kennedy Wilson Juma, Edward Chazima Nyama, Gadiel Michael, Mohamed Damaro, Eid Halidi Habibu akianza leo Jonathan Sowah. Haya, shughuli imeanza Dodoma. Karibu sana uwe nami katika matangazo moja kushudia chezo ya moja kwa moja, karibu kushuhudia mchezo wa raundi ya 29 wa NBC Premier League, Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Tusubiri tuone, mapema tu mpira hauna upepo. Idi Khalid Habibu Sowah Jonathan kyeke jaribu kuweka pira moja ndani, sasa unacheza pira na kuenda ndani, kama bao la mapema sana hili, bao la mapema sana wanapata Singida Black Stars. Ah, naweza nikasema dakika ya kwanza tu ya mchezo huu. One, so, alijaribu kutazama pembeni kwa Emmanuel Kwame, kyeke akaunyanyua tu ule mpira ukaenda ndani ya lango. Singida okay, akiwa napata bao la kwanza, najaribu kupambana sasa. Jonathan Sowah. Mamuzi anafunika, Mamuzi anafunika. mkwaju wa penalti, alimnyupe, yuko chini. Jonathan Sowah, Jonathan Sowah alikwenda kontrol, baada ya kupotea kwa Mukrim Isabdallah Tazama ilivyokuwa wakati anacheza ule mpira. Jonathan Sowah, Valentino Muhilo Dickson alikuwa likuenda kama kumsukuma hivi, Sowah anauweka ndani ya kamba, bao la pili kwa Singida Black Stars. mabao mawili ndani ya dakika saba. Uh, eh, kazi ipo. Penati maridadi mno ile enda kwenye kamba, anajaribu kuchunga, na Iddy Bati Kipagwile, katika wakati mzuri sana. Nafasi kwa Dodoma, Dodoma, Dodoma. Offside alikuwa. Ah, lakini line katika katika eneo eneo la la kuotea kuotea. Tazama, wakati pasi sahihi kabisa Iddy Bati Kipagwile Uh, mwamuzi msaidizi nambari mbili alikuwa yuko sahihi katika kutafsiri sheria. mwana Kipagwile, mwana Kibuta, David kashaweka nzuri sana. anajaribu kusogea, Dodoma nafasi nzuri kwao, Dodoma Jiji ilikuwa nafasi oh! eh, eh, eh, nzuri mno kwa Dodoma Jiji, wakaenda kujichanganya wenyewe Dodoma. Lakini kwa nyuma ya wachezaji wa Singida ilikuwa ni ngumu sana kuvuka ule mpira na alishakumali mlinda mlango Hussein Masalanga, Kyeke Jonathan jaribu kuipenya sasaaku bada bada, mpira umekwenda nje ule asa bada, mpira ake umekwenda nje. Kwa katika eneo uzuri Josephat Bada jaribu kupenyeza pembeni huku sasa, kosi maridadi huku Paul Peter penalt, wanapata Dodoma. Paul Peter alikontrol vizuri akukwatulia ndani ya penalt box, wanapata penalt. Tazama alikontrol ile, Paul Peter Gadiel Michael yajiingiza katika movement za Paul Peter kamkosesha utulivu katika eneo lile, na mtu anayekwenda kufunga na kuwa na faida nyingi. Kipagwile anauweka mpira ndani ya net, bao la kwanza kwa Dodoma. Piga penati nzuri sana, Iddy Bati Kipagwile, piga penati maridadi, Kipagwile, mno maridadi mno. Hatima ya dakika 45 za kipindi cha kwanza mchezo ligi kuu ya NBC zinakamilika hapa katika Uwanja wa Jamhuri Dodoma, ikiwa ni faida kwa singida Black Stars na mwamuzi Ali Mnyupe akianzisha dakika 45 za kipindi hiki cha pili, mchezo wa Ligi Kuu ya NBC, mchezo nambari 227, na katika dimba hili la Jamhuri ya Dodoma i Dodoma Jiji Football Club dhidi ya Singida Black Stars. Ulamaid salum, niko hapa tena. Edmund John ana kontrola ball. Edmund ajaribu kuweka ndani tena, huku soa kweeke tena, baada baada lakini foul kono mkono. Mwamuzi Alimnyupe alikuwa juu, anambia sijasikia chochote. Pasi wakati anapiwa ile na Soa, Alimnyupe shaka hii, ndio litafsiri foul. Yuko pia na Jonathan Sowah, Jadil Michael, inachezwa tena nafasi. Oh! Offside Frank Kwabena asing chezwa <laughs> ile Muhammed Hussein Muhamed Shabiki wa Dodoma <laughs> wakiungana katika shangwe. Cheza mpira sasa, unacheza ku unakwenda nje eh. Hey. Kwa nafasi nzuri kwa Dodoma eh. Yeah. Maelekezo mazuri kwenda kutumia nafasi ikapiga shoti ile kona na mpira umekwenda zake nje, ni goal kick. Dakika 90 za mchezo katika uwanja huu wa dakika 45 zilikuwa za upande wa Singida na wakati mwingine kwa Dodoma, na kufanya dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC, Dodoma akipoteza bao moja mabao mawili kwa moja hadi wakati mwingine. Bye, bye.